Eh, inawezekana mpo watu ambao kwa sehemu kubwa mlishtushwa sana taarifa hii ambayo niliposti mchana wa leo Facebook, na kuonyesha hicho. Nimeona simu za watu wengi sana zikitaka kujua ki hali, mambo yalikuwaje hasa kwa siku ya 30. Nataka tu nikujulishe mtu ni mtu ni utu. Bila shaka mimi si mtu ambaye huwa naonekana sana mtaani. Kama umeniona leo, basi jua baraka ni mtu aliyekuwa na utu, bila kujarisha. Pengine unaweza kuwa na mpungufu yako nayo yajua, lakini mtu ni utu kwa hiyo, mimi namshukuru Mungu sana, shukuru sana wachungaji. Sita kwa nongeza lakini tu kidogo tu kidogo. Kidogo tu sana. Kama kama nimesema, si mwepesi wa kupatikana mtaani. Pengine kwa sababu ya haya tunayohamasisha ama kupiga mabaya. Na hata hapa mtu anaweza kuingia kwenye Facebook yangu anaweza akaona kuna kitu nimeposti. Kwa hiyo wachungaji naomba sana hata kuondoka kwa kwangu hapa naomba kuwe na utaratibu fulani kidogo, karibu na nyie kidogo kwa <laughs> sababu <laughs> ukiingia kwenye Facebook yangu nikiwa hapa hapa, basi utu wetu unaendelea kutuponza kwa mambo mengi. Sasa naomba tu kunielewe hivyo, bila shaka. Asanteni sana, naomba nimshike mkono mke wa Baraka. Pole sana, binti yangu pole sana.

E, kimsingi nikujulishe tu kwamba nilienda msibani leo ni kwa msibani karibu na kilipo chuo kikuu cha Teofilo Kisanji Mbea hapa Teku, palikuwa na msiba pale kwenye kanisa la k kanisa la Kiinjili Kilutheri Afrika, Afrika, Afrika Mashariki, hivi kitu kama hicho. E, pale walikuwa wanamwaga au wanafanya ibada kwa ajili ya kijana aliyekuwa anaitwa Baraka. Huyo kijana ni producer wa siku nyingi hapa Mbeya na kwa mimi nimemwenzi kwa sababu ya busara, uungwana wake na namna nyingi ambavyo aliyohusika kwenye maisha yangu kwenye nyimbo zangu. Kama uliwahi kusikiliza wimbo Mimi Nikurudishie Nini Bwana, basi ndiye aliyepiga mziki. Nina Haja Nawe, e, Tenzi namba kumi na mbili Ewe Roho wa Mbinguni, kama uliwahi kuisikia basi huyo Baraka ndiye aliyepiga. Lakini jambo kubwa zaidi alikuwa ndiye aliyeniweka sawa sana mimi kujua kutumia Cubase kwa undani yani kwa, ku, kwa kujua kupigia mziki huko huko, lakini pia kurekodi, kumix na vitu kadha wakadha. Alikuwa na ungwana mwingi na uvumilivu mwingi ambao sikuwahi kuona kwa maprodyusa kwa siku nyingi ambazo nimekuwa na kitu kama studio, kwa sababu mimi studio haijawa kwa sehemu kubwa kurekodi watu wanaotoka nje. Kwa miaka yote imekuwa ni ili ninapotaka kuimba wakati wowote niwe na rekodi on time, lakini nataka kuongezea chochote, niwe naweza kuongezea chochote kwa uhuru kabisa lakini ni muda wa kujifunza kwenda darasani, alikuwa mna kuwapata awa mmoja mmoja ili wakusaidie, ilikuwa si rahisi. Lakini huyu kijana Baraka alikuwa na moyo wa ajabu sana kwenye maisha yangu kuhusiana na kufanikisha ile eneo la kuimba. Lakini kwa bahati mbaya sana, alikuwa anasafiri kwenda Dar es Salaam, akiwa kwenye gari yake alipata ajali maeneo ya Iringairinga huko Iringa, Mafinga wateva, sijafuatia sana. Kwa mwisho wa siku ilikuwa no way out, imebidi ni iwepo huko mwenzi. Sasa jambo ambalo limetokea kwa sehemu kubwa eh, nilikuwa tu kwenye gari muda mwingi, wakati tunasubiri mwili uletwe kanisani. Mi niliwahi kufika, nifika mapema karibia saa nne kwa sababu ibada, ratiba yake ilikuwa ianza saa tatu karibia saa nne nifika pale. Kwa mda mwingi nikuwa nimekaa tu kwenye gari kwa sababu kati mwingine si mtu wa kuonekana huku mtaani, kwa ukionekana mara moja hivi unakuwa ni mtu ambaye pengine kunakuwa na mambo mengi sana, mambo mengi kwa kwa wote wanaokuona kwa sasa. Mwisho wa siku tnashaku eh, na mwili umefika watu wote waliokuwa pale nje wengi asilimia tisini na nane tisini na tisa wakawa wameingia ndani, wakawa wameingia ndani. Sasa mi baada ya watu wengi kuingia ndani, mimi nikawa nashuka. Sasa naposhuka sasa, si tuweke ni mshituko <coughs> sijui kama vijana wote wale walikuwa wema, basi utakuwa ni mshtuko. Lakini kama palikuwa na wabaya, mimi nipofungua tu mlango na kushuka, niliona vijana wanatoka nyuma ya gari na kwenda kujipanga kublok mbele yangu, waka yani wakawa wanasimama hapa hapa hapa hapa hapa, ukumbuka? Hapana, watu watu wengine wote tuko nje nje ya geti nje kabisa barabarani. Kwayo, vijano, iyo, kwa hiyo naona vijana wanajipanga. Video hiyo sita, hatutaiweka video hiyo hatutaiweka. Kwa bahati mbaya ama nzuri, palikuwa na namna ambayo e, watu wetu walikuwa wanachukua tukio, lakini hawakujua kwa sababu ya umbali walipokuwepo hawakujua kwamba pana kitu ambacho kina sintofahamu pale, lakini video yenyewe, ningetaka ningeona vema kuiweka sasa, ungeona ile video na wewe kabisa, na wewe ungetia shaka, staili hawa watu wanavyokurupuka na kwenda kujipanga mbele. Yani wanajipanga hapata kuwa na mahali pa kupita. Ukumbuke sehemu zingine ziko wazi, ila hapa hapa pana gari, hapa pana gari hili eneo linalokuwa wazi hili, watu ndo wana kote, kwingineo kuko wazi. Wanatoka nyuma, nyuma ya gari huku, nyuma ya gari huku wana, wanakuja wote, wanajipanga wanajipanga mbele hivi, nyuma ya watu wengine wanaoongea kawaida, wenyewe wanajipanga, wanajipanga kwa nyuma Namwona huyu anatoka hapa hapa na anasimama hapa. Huyu anatoka anatoka anasimama anasimama anasimama, wanasimama wanazingira gari, gari ziko hivi zimejipanga, unaona kutoka kwenye gari hili mpaka kwenye gari ipo hapa, pamezibwa sasa. Vijana wangu wakawa wamenitangulia, ninaposhuka kwao, wamesimama mbele yangu. Mimi nataka kutoka hivi na kutoka huku ni kama kumezibwa. Kijana wangu akawa amesimama mbele yangu akiwa ni kama kuna kitu haelewi haelewi sasa, mi naangalia, nasema enewe anyway. Hapa ni kama e, pana jambo kama hawa awajajielewa wameendaje kujipanga kwa sura kama hii. Basi mi nikawa nika nawashtua baadhi ya vijana wangu kwamba hii hali mbona ni kama um, hamna namna yoyote ya ku, ya, ya, ya kuona pana uh, mazingira si, si ya kawaida haya sasa naongea hivyo naonyesha kabisa naonyesha naonyesha, ghafla nikarudi nyuma nikaangalia upande wa nyuma huku gari ziliko paki huku zilikoelekeza sasa pua zake, naona kuna kauchochoro kwa, nikaona hapana, hapa hapa, ngoja tu nirudi nipite kwenye kauchochoro huku, nikiona a, watu wanaanza kuzunguka kule kwanza kunifuata, basi nitajua hii shughuli hapa imeingia shughulini. Lakini sasa nikawa nafanya hivyo, wakati huo najaribu sasa ku, kuambia wazi wazi, na wenyewe wananiangalia tu wananiangalia na wananiangalia. Kuna waliokuwa naongea kawaida, ambao hata kijana wangu anasema aa, wengine nilikuwa nawafahamu, nilikuwa nao lakini kuna wengine ambao kabisa, mi naongea pale, nasema nye, hebu angalieni, mbona hii huu mpangilio huu, huu mpangilio ulioziba huu, uangalieni kuna vijana kuwa na hawakujua kilichokuwa kina kwepo, wengine wageni ambao nilikuwa nao. Kwa hiyo ah, baada ya hapo kabina, niwe natoka mpaka naingia ndani, nikawa na, najaribu kuelezea, naelezea naonyeshea, nawenyewe nanitazama na naonyeshea na vidole, namwambia wale watu imekuaje ile? Kwa nini ile iko vile? Na wananitazama tu. Mazingira kama hayo yamefanya hata nikae kwenye msiba pale, nikiwa najua nawezekana na sisi ndio wale utakaoitwa wameenda kusikojulikana, na ikawa pengine, baada ya msiba, baada ya watu kumwaga hapo baraka, pengine hata sisi naweza ikawa ndo dakika ndo hizi hizi, kwao imelazimu, wala unetoe taarifa ikiwezekana, baadhi ya watu waone wa pana. Nini hoja yangu ambayo naizungumza wakati wote, hata kuzigusia mamlaka? Ni tumefikaje hapa tumefikaje hapa? Ndio maana mara kadhaa nasema njooni tuzungumze, mi nionacho, maisha gani haya ambayo baadhi tunaishi kwa namna ambayo one, nikueleweshe, nikueleweshe kwamba si kwamba tunaogopa kufa. Mimi nadhani mnafahamu na hata wanaoweza kuua wanaohusika kuua, nimeshawambia hawamkomoi wanayemuua, hasa sisi wengine ambao tunaishi kwa haki. Kwa sehemu kubwa, unapoua mtu unawakomoa wale ambao wali, wa, walikuwa wanamtegemea au walikuwa faida kwao. Na ndio maana kama unamuua mtu, nimeshasema na nitaendelea kusema sana, kama unamuua mtu kwa sababu anakuchukia au anakukwaza au anakusema vibaya, utakapomua yule, utainua wengi wa kukusema vibaya na kukuchukia, kwa sababu mtu huishi kwa ajili ya watu. Kwa hiyo unapo haishi kwa ajili yake kwa mujibu wa Bibilia na hata tukiangalia kibinadamu, ki, ki, ki, ki mtu huishi kwa ajili ya watu, kwa unapomua mtu unafanya watu wakuchukie watu wa kuseme vibaya zaidi kuliko hata yule ambao ulikuwa unahisi kwamba anakusema vibaya. Ikiwa hiyo haitoshi, wewe kabisa, unaamini wewe na, na kacheo kako na kamamlaka kako, kweli wewe hujawahi kukwaza watu? Hujawahi kusema vibaya watu ambao umejua wamekosea, unaojua wameharibu, hujawahi kusema? Je, walikuhukumu kifo Walikupoteza kwa nini? Wewe watu ambao wanaweza akakusema vibaya, wakasema makosa yako, wakasema ili hatujaelewa, wakakulalamikia kwamba wapo, umetuumiza wewe, unachojua ni kuwahukumu kifo, kwamba hawa wanaondoa amani. Kweli wewe ujawahi kuwakosea watu? Wewe ujawahi kuwakwaza watu? Walikuhukumu kifo wewe? Walikuhukumu kutekwa wewe? haya mimi niseme, inawezekana hawa vijana walikuwa tuna mambo yao. Tumefikaje? kwa nini tunaishi maisha ya aina hii? kwa nini tumekuwa binadamu wa aina hii? Watawala, mamlaka, njoni tuzungumze. mwisho wa siku hatutaacha ku, ku, ku, kutoa taarifa za hatari inayotukabili, lakini mwisho wa siku tutakuwa sasa tukiona kwa sababu eh, insurance ya usalama tulitakiwa kuwekewaku na m, ambao tunalipa kodi, mna kula mishahara nyie, ndio mlitakiwa mtuwekee insurance ya, ya, ya, ya, ya, ya uhakika na usalama tuwe tunajua tutatoka nyumbani salama, tutarudi salama. Sio haya maisha, sio hapa tulipo. Na usiseme tuna mashaka yenu tu, hapana hapana, tumeshaumizwa. Yani kama akina sisi, nadhani mnafahamu tumeshaumizwa. Ukiangalia kabisa kwenye nchi watu ambazo wanaweza kawa tu na ubinadamu, haya yaliyotukuta akina sisi si kawaida kwenye nchi hizo kwao. Tumeshaumizwa, na wakati mwingine tunajaribu kutafuta, tukae tuone imekuwaje hapa, sababu tunajua namna yoyote ambayo pengine sisi tunabaki kwenye mashaka hivi, ama tukipata ma, tukija kupata madhara, chuki, watu watakao wasema vibaya wataongezeka kwa sababu pengine tunawafaa wengi kwa hiyo amtaondoa kusemwa vibaya kwa kumuua kumteka kumpoteza, anayewasema vibaya. Na kwa sehemu kubwa yanayosemwa, hata nyie mkikaa, mnajua kweli haya ni mabaya, ila mnachosema tu. Lakini sasa usiseme unaondoa amani. Uliyeondoa amani ni wewe, uliyefanya mabaya yale. Wee ndo uliyeondoa amani, uliyefanya mabaya yale wendo umeondoa amani huyo. Anayelia, anayelalamika, anajaribu ikiwezekana usiende kufanya na kwa mtu mwingine, na ikiwezekana uondoke kwenye nafasi hiyo, kwa sababu tayari umeondoa amani. Huiwezi kwa sababu wewe umewahi kukwaza wengi, umewahi kuwasema vibaya wengi. Unaojua walikosea, hawakukuhukumu mauti, hawakukuhukumu kutekwa, hawakukuhukumu pengine wakupeleke gerezani, wakakufanyia torturing vituo vya polisi. We umeshawahi kwaza wengi, we umeshawahi kuumiza wengi, we umeshawahi kusema vibaya wengi, ambao kwa vipimo vyako lijua wanakosea au wamekosea. Sasa mini ombe mamlaka, si sifa njema, si pongezi tukiishi kwa mashaka ha, mashaka yako tu, mashaka yenu tu. Nani akuinde kama wewe Nilikuwa nasema hivyo kabla mwanangu ajauawa. Nilikuwa nasema hivyo jamani, naona siko salama, hakuna atakae kuua, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna. Eee, yakatokea hayo sifa. Juzi hapa binti yangu staili ya ugonjwa ule, nikapiga kelele wananchi, naombeni unayeweza kujitokeza, usiseme tu tunaomba tumefunga, tumekataa Hapana, shetani kwa mujibu wa Biblia, shetani ni watu. Katika Zaburi 37 anasema kwamba waovu wabaya hu, humvizia mwenye haki ili wapate kumuua. Mithali moja kumi na tisa anasema kwamba ndivyo zilivyo njia zake aliye na tamaa ya mali, huondoa uhai walio nayo. Au ah, wale ambao wanajua wanazuia siipate ile mali ya dhuruma kwa hiyo nikasema nisaidieni binti yangu huyu. Hiki kwa afrika kwetu huku tunaweza kuita ni kawaida, ni majaribu ya Mungu, ni Mungu ametoa. Lakini kwa nini Mungu huwa anatoa kwa njia hizo tu, huko Afrika, wenzetu zisiwepo? Nikasema jamaa, naombeni naombeni, mkabaki tumefunga, akikupati chochote, tumesha tunamwamini Mungu, tumeomba, binti yangu akaondoka. nina wasi tunaweza tukaitoa mashaka hii, tunaweza tukapafanya Tanzania na duniani ni mali pa uhakika watu kuishi. Ukilala ndani ni salama, ukitembea njiani ni salama, na watu wa nyumbani mwako wanajua uko salama, sio hiki kinachoendelea sasa. Watu wa nyumbani mwako kama tu hawako wa na wewe kwa, mu, kwa sekunde kadhaa, simu yoyote wanayopokea, wanachojiandaa kusikia ndugu yenu imetokea, moja, mbili, tatu msi. Nimeonya mara kadhaa, sijaribu kuiaminisha dunia na nafsi zenu kwamba maisha ndo hayo hayo. Hapana, tunaweza tukawa na maisha ambayo ni uhakika kulala, ni uhakika kutembea, ni uhakika kusafiri, ni uhakika kwa unayesafiri, ni uhakika kwa mbaye mmeachana naye, mmeachana mahali, anajua tu kabisa mwaka huu mwaka ujao, miaka thelathini baadaye atakukuta iko nji, nchi mpya na mbingu mpya, Mungu ametamani ishuke kwenye moja ya nchi mimi naamini kama akina sisi mtatupa nafasi ya kusikilizwa, tukae tuojiane. Isaa anasema njoni tuzungumze tu, pamoja na kwamba tumeharibikiwa, hatuoni maana ya kuishi, lakini walau waliopo sasa watakao kuwepo tunaweza tukawaachia mazingira bora ya kuishi. Narudia tena, tusijaribu kuaminishana, kujiaminisha kwamba hata iweje, zoeni tu maisha ndo hivyo. Hapana, maisha sio hivi. Mashaka yenu tu. Nani akudhuru kama wewe nani, nani akufanyia mabaya? Walishasema hivyo, waishasema hivyo, tumeshapigika tumeshapigika ko, naomba sana, naomba sana sana sana, uliye kwenye kamamlaka kokote, hebu jiuzuru kama unaona wenzako hawasikii, usianze kusema tu wala hawasikii. Musa kwa imani, kwa uelewa wa kuona nawaambia wa haya mambo, nawaona wanafanya mambo mabaya, nawaambia waache, wanatafuta kuniua. Afadhali ni jiuzulu kwenye kinafasi na mazingira haya, au fanya jambo wakufukuze sasa. Fanya jambo watu wote tujue, kwamba wewe kuna jambo fulani umelifanya, na wanahangaika jinsi ya kukufukuza, na tue, tunajua wanahangaika jinsi ya kukufukuza, ama jiuzulu. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali apate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Hivyo wewe ambaye unasema ah, mimi, mimi kweli nafanya kazi lakini nashanga tu watu wanavyoonea, watu wanavyodhulumu watu, na wewe ni mmoja wa hao It is comfortable don't touch it, usiguse, ni changu, nimeruhusu, nina na masilahi nacho. Heri ya adui anayeongea kuliko rafiki aliyenyamaza, alisema huyu Martin Luther wa Marekani, na akasema watu wabaya, watu wema huangamia, huuawa kwa sababu ya watu wema kuto kuchukua hatua stahiki. Kwa hiyo, wewe kama unajiona ni mwema, uko katika mamlaka fulani unayoona kuna mali, wanaonea watu pale, wanadhulumu watu pale, aidha jiuzuru au sema, fanya kitu wakudhuru au watafute namna wakufukuze, alafu kwa imani upate mateso pamoja na watu wa Mungu, kuliko kujifurahisha katika katika tumishahara tuposho na tucheo kwa muda wa kitambo zaidi sana. Naitisha wito kwa mara nyingine, njoni tuzungumze, nyie wenyewe nye, mkisema singoja tukarishane tuache. Mlishatuaminisha um, wakati wote kwamba hakuna tatizo, tukakuta mwingine yule mwingine yule mwingine yule ko, kamwe hatuwezi kuja kuamini kwamba hapana tatizo mpaka sisi wenyewe tuone e, mazingira tunayoweza tukayapendekeza, kwamba ili tuwe na uhakika sasa ni salama, na hiki kiwe hapa, hiki kiwe hapa, huyu asiwe hapa, huyu asiwe hapa, huyu pengine atupe taarifa kutokea hapa, kilifanyika nini kikafika hapa baada ya hapo tunaweza tukawa na sehemu ambayo hamtalazimisha kuambia watu uko salama. Nani atakuua? Nani atakudhuru? Nani? Kwani hata tukitaka kudhuru tu, kwani tupite njia hizo <tik <finalement> <tik <similvain> njia za kudhuru ni zozote nyepesi na ngumu. Huyu mtu lazima awe tayari kwa zote, na awe na tahadhari na jaribu kufanya wezaro isionekane, pengine alijirahisi ama alikuwa ametaka kuondoka wakati Mungu angetaka awepo kwa umuhimu wa watu ambao wangeendelea ku mfuatilia sasa, nadhani natosha. Mungu awabariki sana, Mungu awasaidie sana. Hii ni sauti ya mtu aliyaye toka msibani, ni yule aliyaye akitokea kumhifadhi sifa encha bujune ni yule aliyetoka gerezani, anasema: itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa ama afae katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mhukumu wa haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno maranatha.